Ishu za kibiashara hapa wameamua e, wameamua kabisa, yani kutengeneza ujenzi wa soko wa soko kuu e, nazani tuna ule mradi ambao tulisemwa siku nyingi e, ule wa taktiki e, nazani sasa unaenda kuboreshwa kwa sababu tunaona kwenye ilani umewekwa kwamba soko kuu litatengenezwa, sasa litakuwa na soko la kisasa. Acha sasa hivi soko letu linakuwa kweli na shida, wafanyabiashara wetu wana matatizo yao wa, ambayo wanapata kabisa yani, mvua zinavuja na mambo mengine, lakini mimi najua sasa serikali ya chama cha mapinduzi inaenda kutengeneza. Lakini nimeona kitu kingine ambacho kimenifurahisha sasa ni ujenzi wa sehemu ya biashara yani business complex ambayo itatengenezwa hapa Bunda. Ehe, na itatengeneza hapa Bunda mjini. Kwa hiyo hiyo business complex hiyo itasaidia sasa kuwa na, kwa hiyo unapokuwa na business, tunaona machinga complex tunaona nini. Kwa hiyo hiyo business complex hiyo, tutapata kila kitu. Inawezekana hata magari kwa tunauziwa hapa, pikipiki tutauziwa hapa, vitu vingi, hata vya matrek pawatira, kila kitu kitakuwepo pale. Kwa hiyo tutakuwa na business center ambayo itakuwa nzuri na utakuwa ni mji mzuri kwamba hapa sasa hii ni business center kwa hiyo tutakuza na tukishapata hiyo ina maana tayari tutakuza kiajira vijana watapata ajira kwa sababu tutakuwa mtu anayeleta matrekza atahitaji vijana mtu anayeleta labda magari atahitaji vijana kutengeneza na nini yaani kuna biashara ambayo inaenda kufunguliwa eh shida moja ambayo ipo e, kama nilivyosema mwanzo kwamba vijana tunataka maendeleo ya haraka eh unajua maendeleo ni progress mambo yanaenda haraka na mnaweza kweli, tumekuwa na programu mbalimbali za kutoa elimu na kufundisha vijana e, mnaweza mkaanza na vijana ishirini lakini wanaambao wanakuja kumaster ni vijana labda watano na nini na ndio hivyo, na ndio maendeleo yako hivyo e, sio kwamba eti mtamaliza mta, mta, mta, mta, mta wote. Kwa hiyo sisi ni kikubwa kwamba ni kutokuchoka kuendelea nao, tutazidi kuwafundisha. Kwa mfano nimeona kwenye ilani hii kwenye kilimo imesemea vizuri sana kuanzisha, eh, vilimo vya umwagiliaji hasa, kwa mfano, kama sisi halmashauri ya mji wa Bunda tuna eneo kubwa ili hapa, kuna eneo moja linaitwa la EPZ eh, kama itaifurahisha serikali na najua watu Ota, wataweza kusema vizuri, ili inaweza ikatengeneza ikawa ni irrigation system, irrigation scheme kwa sababu ina heka zaidi ya elfu tatu na mia saba ikitengenezwa ile na iko ziwani, kaweka mradi wa umwagiliaji mzuri, vijana watajiajiri pale, watalima nyanya, watalima mipunga, watalima mahindi, zitatengenezwa viwanda unaona, watatengeneza hizi labda tomato juices, zitatemezwa chiri hizo zitatengenezwa nini, watatengeneza viwanda vya unga eh, kwa sababu analima mahindi, watatengeneza viwanda, watakoboa mipunga, watafanya packagings, na tukifanya hivyo sasa kwenye, kwenye kilimo hapo ambapo nimeiona itasaidia zaidi kwa sababu watu tutakuwa na ule mnyororo wa thamani, yaani kutoka mdau ambaye ni muuza pembejeo mpaka mlaji e. Sasa hii shughuli yote itafanywa na, na vijana wa Bunda. Hiyo ikitengenezwa hiyo mazingira yatapatikana, kwa sababu mtu akilima mahindi anapeleka mashineni anakoboa ule unga atafungasha, akishafungasha ule unga yale mapumba yale atalishia mifugo yake, kwa sababu kama sasa tumeona kuna ile program za kunenepesha mifugo e, mifugo na uhitaji mkubwa sana wa nyama sasa hivi duniani. Na nadhani sema sina takwimu nzuri ambapo kwa mwaka nyama hasa kwenye mkoa wetu au kwa wilaya ya Bunda inahitajika kilo, kilo ngapi tani ngapi za nyama za ng'ombe, mbuzi, kondoo lakini mara nyingi tukitengeneza vizuri tukawa na watu wa kalima mboga mboga tuko karibu hapa sasa hivi sehemu yetu ni ya utalii eh najua kabisa watu watasimama vizuri sehemu yetu ya utalii tutauza mboga tutauza samaki tutauza mchele ukienda kwenye hoteli mengi ya ya hapa mbugani hapa hum Serengeti, mengi yanachukua bidhaa Arusha. Sio ba, kwa bahati mbaya sana eh, kuchukua bidhaa Arusha sio kwa bahati mbaya. Wale watu wameshajipanga vizuri, kwa sababu wanatengeneza vitu vilivyo na ubora vingi, kwanza vilivyo na ubora. Sasa sisi hapa mara nyingi vijana ambao hatujakaa sawa e, mara nyingi sisi tunazalisha anazalisha mara moja alafu anaacha, kwa sababu wale watu akishafunga na mkataba kama ni tani kumi kwa wiki wapate tani kumi kwa wiki Sio pale umwambie tani kumi kwa wiki apate tani moja kwa wiki. Kwa hiyo yeye anakuwa amekula hasara kwa sababu wanaishi kwa oda. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba wameweka mambo mazuri, lakini kwenye upande wa uvuvi nimeona wanaongeza zile cages, ule uvuvi wa vizimba ule. Nimeona wataweka cages, wataongeza, lakini wataongeza na boti zile ambazo kuna wengine ambao wanapata vijana, lakini nimeona kuna boti ambazo zitaongezwa. Nadhani vijana ni sehemu ya ajira, na bahati nzuri sisi tuko kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye mwalo, yani kwenye ziwa Victoria, na watafaidika vizuri na kama nilivyosema, nimeona wataanzisha hizi nani hizi, uh, ufugaji bora wa nyuki mm, tuko polini na tuko kwenye misitu mingi hapa eh, namna ya kuprosesi nyuki na kuwa na mazao ya nyuki, tukiwa tunatengeneza sisi. Kuna vikundi vyetu kwenye shirika langu nilikuwa nafanya kazi lile, sisi tuna, tuna yale mazao ya nyuki tunayatumia, kwa mfano zile hinta zile watu wanatengeneza wanatengeneza mafuta ya kujipaka, wanatengeneza sabuni eh, wanatengeneza hizi kiwi za viatu, wanatengeneza vitu vingi mishuma, wanatengeneza... Kwa hiyo, tunataka vijana wawe na teknolojia kutokana na bidhaa ambazo sisi tunazipata hapa, na najua kwa sababu sisi ni wadau endelea, tutazidi kukumbushia na kutoa elimu, na najua viongozi ambao wanaenda kuwa madarakani na wakikiamini Chama cha Mapinduzi kupitia hii ilani ya Chama cha Mapinduzi wananchi wa Bunda eh, wananchi wa Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla na taifa zima wanaenda kupata kilicho bora zaidi siku serikali ikiweka mtazamo wake pale, yani itakuwa ni bonge la ni bonge la tuseme, ni bonge la dili, kwa sababu wale vijana watapata ajira wengi vijana e, chakula, yani kutakuwa hakuna, kutakuwa, yani ule kusefu wa chakula utakuwa haupo. Kwa sababu tutalima kwa muda wote ehe, tunapokuwa kwenye kilimo cha umwagiliaji kinakuruhusu ulime kwa muda wote utalima kiangazi, utalima na utalima na masika, na maeneo yale utalima mahindi, utalima mpunga, utalima mazao ya mboga mboga, watu wengine watafuga, kwa sababu ukishalima pale utapata vyakula vya mifugo. Ukivuna yale majani ya mpunga, watu wanafunga kama mabelo yale, tayari ni vyakula vya mifugo. Unaona, kipindi cha mwezi wa mwezi wa tisa wa kumi wa kumi na moja hapo maeneo kama ya wenzetu huko Ngorongoro na kwenda sehemu zingine kule Liondo na wapi wanapata tabu sana ya vyakula lakini watu mkishalima huku mkatunza navyo vyakula, tutatengeneza mambo, lakini ututake. Kwa mfano kama sasa hivi, e, taifa linahitaji sana vyakula vya mifugo hayo. Hayo maeneo ya umwagiliaji wengine wanaweza kapea heka, wanalima vyakula vya mifugo, wana wana process, wanauza wana wanafuga. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba eneo hilo likitengenezwa likawa ni mradi wa umwagiliaji, mashini zikawa zinalia pale, zikawepo karakana nzuri za zana za kilimo watu watatoka vizuri. Sasa unajua, viwanda vitaongezeka, watu watapata ajira, watu watamaliza shule watasoma, wakishamaliza kusoma, wakienda VETA, wanakuwa na ubunifu, watalima kwa ubunifu, watalima kwa ubora mzuri. Mimi nafikiri hilo ni, itakuwa ni solution nzuri, itakuwa ni solution nzuri. Ya, tumeshakuwa tunaligusia gusia sana. Unajua mara nyingi mimi nadhani serikali serikali inatakiwa jiungane. Eh, iwe na mfumo mmoja, sijui vizuri, kwa sababu sisi tumesema sana you know? kwenye kipindi chetu, na nadhani kipindi hiki watalisemea. Shida ni shamba, kwa sababu wanasema EPZ ina maana, tayari ni ilikuwa kama liko serikali nyingine, serikali ya Halmashauri mji nyingine, kwa sababu sisi tu, kuna watu walikuwa wanakuja kuanzisha kabisa pale. Sasa sisi tunashindwa kutoa, kwa sababu tunaambiwa EPZ, yani ni serikali kuu, si serikali kuu, umeelewa? Huku sisi ni serikali za mitaa. Sasa serikali si ile ile, rais ni mmoja, na wananchi ni wale wale, ambao wanatokea wanufaike na tumeshawahi kumwambia kiongozi mmoja bwana, sisi tunataka tupate wawekezaji kwenye tujibu, a, eneo lile akatujibu, sasa yule eneo nalo mpaka rais atafute wawekezaji kuja kuleta hapa, na eneo lile kwenye maji yuko sehemu nzuri nalo mpaka rais atafute wawekezaji. Kwa hiyo ni wakati mzuri kwa sasa serikali kuona kwamba Tanzania inahitaji kilimo cha umwagiliaji, vilimo vya umwagiliaji vilivyo vingi, ili kuepuka mambo mengine haya ya njaa. Sisi tulitengeneza pale Nyatwali kilimo cha umwagiliaji. Kilisaidia sana watu walinufaika. Mtu alikuwa anatoka kwa ekari moja mpunga na lima karibia, anapata gunia tulikuwa tunapata gunia 40 45 mimi mwenyewe nilipata gunia 48 kwa ekari kwa ekari moja, watu wakajenga majumba watu wakanunua mifugo watu wakanunua pikipiki, wakapeleka shule nani, wakapeleka watoto wao kwenye shule zingine, ukapeleka shule maalumu, kwa sababu watu wakawa na fedha. Wengine wakaoa wanawake wawili wawili na watatu watatu, wakaongeza familia. Hayo ni maendeleo ambayo yali, ndoa zilikuwa zimekufa kwa sababu ya matatizo matatizo, uchumi ukapanda, ndoa zingine zikarudiana, kwa maana kwamba zingine wakipata uchumi ndoa zinavunjika lakini ni chache lakini nyingi, ambazo zilitofautiana kwa sababu ya kuwa na kipato kidogo, walipoanza kulima vizuri ndio zikarudiana na wakazao watoto, watoto wao wengine sasa hivi ni wakubwa, wanasoma, wengine wameshamaliza wana madigri yao, kwa hiyo ni kilimo ambacho kina. Na kiletwa pale Nyatwali watu walikuwa wanasema kiwezekani hapa ni wavuvi na nini. Kweli mwanzo kiliswasua, mwaka wa kwanza, wa pili, mwaka wa tatu watu wakaelewa, wakafanya vizuri sana. Na ukizingatia kwa mfano sasa hivi serikali imehamisha watu wa Nyatwali, wamehamia pale Nyatwali, watu watu Bunda nzima ilikuwa inachukua mboga mboga Nyatwali. Leo hii wanalima wapi mboga mboga? Na naona walanguzi wa mboga wa, wa, wa mboga wanaenda sasa hivi wanaenda Kisesa, wanaenda wanaenda huko Magunda ndani, wanaenda wanaenda Igoma kuchukua hizo si nyachungu, bamia nini, kwao wanatumia gharama kubwa lakini serikali ikianzisha kilimo kizuri, kaweka mazingira mazuri huku, nao TANAPA akasimama vizuri, wanyama kwa waingie kule, watu talima mboga bustani, watu talima mazao mengine, hata hawa wa mama ntilia, hawa mama wanauza sokoni hawa, wanauza mboga mboga, hawatapata gharama kubwa za kwenda Mwanza, za kwenda wapi kununua, kwa sababu Nyatwali sasa hivi hapa limu, kwa hiyo mboga mboga pale hazipo. Eh, kwanza tuwe imara na tuamini, eh, tuamini kwamba linawezekana tusitumie, tusi, tusiwe na zile na zile, eh, na yale mawazo ya kutumia kwamba mafanikio yanakuja kwa, kwa muda mfupi e, tuwe na na subira vijana, tuwe na subira, kila kitu kinawezekana na tujitume e, tujitume na tujue muda muda hausimami e, muda hausimami. Ulikuwa na miaka miwili, leo kesho utakuwa na miaka mitatu. Kwa hiyo sisi tusimame, tutumie nguvu, tutumie maarifa na tuamini wataalamu e, tuamini wataalamu, ukiletewa maarifa hayachukue. Kwa mfano kama sasa hivi serikali inatoa kwa mfano kama sasa hivi inatoa elimu, mara nyingi vyuo vya ufundi gharama yake ni kidogo sana, mara nyingine wengine wanapelekwa mpaka bure. Sasa hivi eh, tunaona shule ya msingi mpaka form six wanaenda, wanasoma bure. Kwa hiyo sisi tusizalau elimu eh, hata kama ukwenda la saba au ukwenda wapi, basi wajium, ma, wa, waende kwenye vyo vya, vya ufundi hata kutumia gharama zako, ili ukapate ubunifu alafu yeji kusaidie hata kwenye vikundi mjiunge kwenye vikundi, vijana. Unapoingia kwenye vikundi, mara nyingi kwenye vikundi kuna mafunzo mengi hasa sista, kuna taasisi ambazo ni za binafsi taasisi ambazo ni mashirika binafsi, yale yanaenda kutoa elimu kwa wanavikundi, hayaendi kwa mtu mmoja mmoja unajua kuna kitu ambacho ulikuwa ukijua, unatakiwa kutumia gharama kwenda kukitafuta kwenye chuo au kwenye taasisi yote ile ya elimu, lakini kupitia kile kikundi unaweza kupata elimu nzuri kabisa. Hata sisi tunaofundisha mimi nimekuwa kwenye taasisi hizo na nimefundisha, niko kwenye upande wa agriculture, nimefundisha sana ukuta, watu wanalima wanapata gunia moja, gunia mbili tatu, kwenye heka za mahindi au za mbona, fundisha watu wanafuga kuku, watu wanafuga nguruwe, watu wanafuga ng'ombe, watu... Yani watu sasa hivi kuna mama moja mimi nilimkuta na kondoo mmoja, yuko kule maliwanda kule yule mama tukamfundisha ikamwingia akanunua kondoo ana miaka miwili sasa hivi na kitu paka juzi ananipigia simu anasema ana kondoo 41 umeona 41 lakini anapopata shida kwa sasa ya laki moja, ya laki mbili haimpi shida na nyumba yake alikuwa ajapiga rangi sasa hivi ameuza si kondoo wanne ameuza kondoo wanne amesema ameuza kondoo wanne amepata kama laki, laki tano na ngapi kondoo wanne tayari huyo amenunua madumu ya rangi anaenda kupaka nyumba yake. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana.